na kitakusaidia kuimarika. Tusali ili tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Baba Mungu tunakushukuru, tunasema asante kwa sababu ya neema yako. Tunakushukuru Mungu kwa ajili ya huruma yako. Tunaomba utusamee dhambi zetu, na kwa msaada wa nguvu zako utupe neema ya Roho Mtakatifu ili tuweze kusoma neno la Mungu na tuweze kulielewa, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tunaendelea na kitabu cha Ezekieli ile sura ya 13 na ya 14. Tuungane sasa na ndugu zetu wa Word Project. Mlango wa 13. Kisha neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, tabiri juu ya manabii wa Israeli wanaotabiri. Waambie wanaotabiri kwa mioyo yao wenyewe, lisikieni neno la Bwana." Bwana Mungu asema hivi, Ole wao manabii wajinga wanaoifuata roho yao wenyewe, wala hawakuona neno lolote! E Israeli, manabii wako wamekuwa kama mbweha mahali palipoukiwa. Hamkupanda kwenda mahali palipobomolewa, wala hamkuitengenezea nyumba ya Israeli boma mpate kusimama vitani katika siku ya Bwana. Mmeona ubatili na uganga wa uongo, hao wasemao Bwana asema, lakini Bwana hakuwatuma nao wamewatumainisha watu ya kuwa neno lile litatimizwa. Je, hamkuona maono ya bure? Hamkunena mabashiri ya uongo? nanyi mwasema Bwana asema, ila mimi sikusema neno. Basi tazama, Bwana Mungu asema hivi: kwa sababu mmenena ubatili na kuona uongo, basi kwa sababu hiyo, mimi ni juu yenu, asema Bwana Mungu, na mkono wangu utakuwa juu ya manabii wanaoona ubatili na kutabiri uongo. Hawatakuwa katika mashauri ya watu wangu, wala hawataandikwa katika maandiko ya nyumba ya Israeli, wala hawataingia katika nchi ya Israeli; nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Kwa sababu hiyo, kwa sababu wamewashawishi watu wangu, wakisema Amani, wala hapana amani; na mtu mmoja ajengapo ukuta, tazama waupaka chokaa isiyokorogwa vema, basi waambie hao wanaoupaka ukuta chokaa isiyokorogwa vema ya kwamba utaanguka. Kutakuwa mvua ya kufurika, nanyi enyi mvua ya mawe makubwa ya barafu mtaanguka, na upepo wa dhoruba utaupasua. Na huo ukuta utakapoanguka, je, hamtaambiwa, kuwapi kupaka kwenu mlikoupaka? Basi Bwana Mungu asema hivi: nitaupasoa kwa upepo wa dhuruba katika ghadhabu yangu, tena kutakuwa mvua ya barafu ya kufurika katika hasira yangu, na mame makubwa ya barafu katika hasira ya kuukomesha. Ndivyo nitakavyoubomoa ukuta mlioupaka chokaa isiyokorogwa vyema, na kuuangusha chini, hata misingi yake itafunuliwa; nao utaanguka, nanyi mtaangamizwa katikati yake; nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Ndivyo nitakavyotimiza ghadhabu yangu juu ya ukuta ule na juu yao waliopaka chokaa isiyokorogwa vema. Nami nitawaambieni ukuta huo hauko sasa, wala wao waliopaka hawako, yaani manabii wa Israeli watabirio habari za Yerusalemu na kuona maono ya amani katika habari zake, wala hapana amani, asema Bwana Mungu. Na wewe mwanadamu, kaza uso wako juu ya binti za watu wako watabirio kwa akili zao wenyewe ukatabiri juu yao, useme, Bwana Mungu asema hivi: Ole wao wanawake wale washonao hirizi katika viungo vyote vya mikono wawekao leso juu ya vichwa vya kila kimo, ili wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi hai roho zenu wenyewe? Nanyi mmejinajisi kati ya watu wangu kwa ajili ya makonzi ya shairi na vipande vya mkate ili kuziua roho za watu ambao haiwapasi kufa na kuzihifadhi hai roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai, kwa kuwaambia uongo watu wangu wasikilizao uongo. Basi bwana Mungu asema hivi: Tazama, mimi ni kinyume cha hirizi zenu ambazo kwa hizo mnaziwinda roho za watu kama ndege, nami nitazitoa katika mikono yenu kwa nguvu, nami nitaziachilia roho zile mnazoziwinda kama ndege; na leso zenu nazo nitazirarua na kuwaokoa watu wangu katika mikono yenu, wala hawatakuwa katika mikono yenu tena kuwawinda; nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kwa kuwa ninyi mmemhuzunisha moyo mwenye haki kwa uongo, ambaye mimi sikumhuzunisha, na kuitia nguvu mikono ya mtu mbaya, hata asigeuke na kuiacha njia yake mbaya na kuhifadhika; basi kwa sababu hiyo ninyi hamtaona tena ubatili wala kutabiri mambo. Nami nitawaokoa watu wangu katika mikono yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Mlango wa 14. Ndipo baadhi ya wazee wa Israeli wakanijia wakaketi mbele yangu, ndipo neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, watu hawa wametoa vinyago vyao na kuvitia mioyoni mwao, nao wameweka kwazo la uovu wao mbele ya nyuso zao. Je, ni laiki yangu niulizwe na wao katika neno lolote? Basi sema nao waambie, Bwana Mungu asema hivi, kila mtu wa nyumba ya Israeli atwaye vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake na kumwendea nabii, mimi Bwana nitamjibu neno lake sawasawa na wingi wa sanamu zake, ili niwakamate nyumba ya Israeli kwa mioyo yao wenyewe kwa kwa sababu wamefarakana nami kwa vinyago vyao. Kwa sababu hiyo waambie nyumba ya Israeli, Bwana Mungu asema hivi: Rudini ninyi mkageuke na kuviacha vinyago vyenu, mkageuze nyuso zenu zisielekee machukizo yenu yote. Kwa maana kila mtu wa nyumba ya Israeli au wa wageni wakao katika Israeli ajitengaye nami na kuvitoa vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake, kisha kumwendea nabii na kuniuliza neno kwa ajili ya nafsi yake; mimi Bwana nitamjibu mimi mwenyewe, nami nitaukaza uso wangu juu ya mtu yule na kumfanya kuwa ajabu, awe ishara na mithali, nami nitamkatilia mbali asiwe kati ya watu wangu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Na nabii akidanganya na kusema neno, mimi Bwana nimemdanganya nabii yule, nami nitaunyosha mkono wangu juu yake na kumwangamiza asiwe kati ya watu wangu Israeli. Nao watauchukua uovu wao, uovu wa nabii utakuwa sawa sawa na uovu wake yule amwendeaye aulize neno, ili nyumba ya Israeli wasipotee mbali nami, wala wasijitie unajisi tena kwa makosa yao yote, bali wawe watu wangu, nami niwe Mungu wao, asema Bwana Mungu. Neno la Bwana likanijia kusema mwanadamu, nchi itakapofanya dhambi na kuniasi kwa kukosa, nikaunyosha mkono wangu juu yake, na kulivunja tegemeo la chakula chake, na kuipelekea njaa, na kukatilia mbali mwanadamu na mnyama; wajapokuwa watu hawa watatu Nuhu na Danieli na Ayubu kuwamo ndani yake, wangejiokoa nafsi zao wenyewe tu kwa haki yao, asema Bwana Mungu. Nikipitisha wanyama wabaya ndani ya nchi ile wakaiharibu hata ikawa ukiwa, mtu awaye yote asiweze kupita ndani yake kwa sababu ya wanyama hao; wajapokuwa watu hawa watatu ndani yake, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, hawataokuwa wana wala binti wao; wenyewe tu wataokoka, bali nchi ile itakuwa ukiwa. Au nikileta upanga juu ya nchi ile, na kusema, upanga pita kati ya nchi hii, hata nikawakatilia mbali na nchi hiyo, wanadamu na wanyama wajapokuwa watu hawa watatu ndani yake, kama mimi nishivyo, asema Bwana Mungu, hawataokoa wana wala binti, bali wao wenyewe tu wataokoka. Au nikipeleka tauni katika nchi ile, na kumwaga ghadhabu yangu juu yake kwa damu, ili kuwakatilia mbali nayo wanadamu na wanyama, wajapokuwa ndani yake Nuhu na Danieli na Ayubu, kama mimi nishivyo, asema Bwana Mungu, hawataokoa wana wala binti watajiokowa nafsi zao tu kwa haki yao. Maana Bwana Mungu asema hivi: Je, uzaidi sana nitakapoleta hukumu zangu nne zilizokali juu ya Yerusalemu, yaani upanga na njaa na wanyama wabaya na tauni, ni wakati ile mbali nayo wanadamu na wanyama. Lakini tazama, watasalia mabaki watakaochukuliwa nje, wana na binti; tazama, watawatokea ninyi nanyi mtaiona njia yao na matendo yao, nanyi mtafarijika katika habari ya mabaya niliyoleta juu ya Yerusalemu; naam, katika habari ya mambo yote niliyoleta juu yake. Nao watawafariji ninyi, mtakapoona njia yao na matendo yao, nanyi mtajua ya kuwa sikufanya bila sababu mambo yote niliyoutenda, asema Bwana Mungu.